Kigezo ambacho kimemuondoa. Kwa hiyo pamoja na kupata kadi ya njano pia imetoka kwa mshiriki mwingine mwinginekulkulupandewa eh. Eh, kule kule kule upande wa pili wakati wote kinamwagika kikombe yeah. cha maji na wanajaji anaandaa kadi nyekundu kasatu wa kadi moja ya njano. Nikiangalia upande wa kiumeni wana sura eh, za ukakamavu hawana pressure upande wa kina mama tayari mmoja kashakula kadi ya njano Okay. lakini yeah. wakati unaenda kuongea na yule ambaye pamoja na kupata tiketi ya kwenda uh, finali lakini ameshindwa kupambana mpaka kuchukua bodaboda eh, boda kutoka Sanmoto kwa yeah. wale ambao wanatupata vizuri kupitia namba yako ya bahati 93.7, tunakwenda kuendelea na burudani kule chini ya RDJ mami, ikisimamiwa pia eh, na John Bosco Kamili. Baadaye tutarejea kwenu

Sasa, kama unatu, unatuona vizuri nimemwona mwarabu wa Dubai, yani namuona mtu akiwa, kuna kitu umebonyeza hapo tayari, wamebaki wawili tayari, tayari, ametabasamu, maji amemwagika, shughuli imekwisha.

na tayari tumeshapata mshindi wa bodaboda uh, -boda kutoka Salmoto, ambapo baadaye tuzungumza naye tutajua anajisikiaje mpaka wakati huu, pamoja na kupata tiketi ya kwenda fainali, basi yeye moja kwa uh, moja wa Tanzania kamwaga aja mwaga anaondoka moja kwa moja. Lakini wamebaki wawili, lakini hii kama itoshi, hawa ambao wameingia kama boda ndio ambao wanakwenda fainali, kwa hiyo anaweza akakosa hapa aka, lakini siku ya fainali akaondoka aka na eh, yeah. yes. asante sana Zantel, na ujumbe mzuri kutoka kwa Zantel. Sasa Zantel, inaweza kutembelea maduka ya Zantel Msasani Drive In, lakini vile vile unaweza kutembelea maduka ya Marekani tayari

Uh, watu wa msalaba wakundu tafadhali, yawezekana anahitaji huduma, ama inawezekana ikawa ni furaha iliyopitiliza. Chogo, naam, naam. Chogo hebu niambie ile, uh, uh, ni furaha iliyopitiliza ama ni maumivu kutokana na zoezi, unapotoka nyumbani kwako ukiwa huna hata fikra za kwamba waweza kurudi na kitu chenye thamani ile pale basi ukiwa umepata bahati ya kukipata lazima kidogo na hali <mimitation> unashikwa <mimitation> asante. Hii eh, kwanza ni washukuru sana wakazi wa Tabata kwa kujitokeza kwa wingi siku ya leo katika zoezi letu hili la shika ndinga, eh, ambalo litakwenda kwa takribani wilaya kama sita hivi. Mara baada ya kutoka hapa sasa, tutaingia mkoa wa Pwani Kibaha na Bagamoyo, kama tunavyotangaza kwamba zoezi hili ni la wazi, yeyote yule anaruhusiwa kushiriki, lakini tu vigezo na masharti vinahitaji kuzingatiwa na boda, boda. Kesho ndinga eh, najiandaa ndinga. Na labda unawaambiaje sasa wale umesikia? Karibu, naomba kuuliza kuulize, sori. Kwa manufaa ya wale ambao wanakusikiliza hivi sasa kupitia 93.7 37 EFM, unawaambia nini sasa wale ambao zimebaki wilaya mbili? Je, yeah, watakaoshiriki inakuwa msuri eh, unapotoka wilaya nyingine kuja kushiriki mashindano yao, ukaze msuri, usitumie nguvu nyingi. Tumia akili nyingi, nguvu mm, kidogo tu. Nguvu kidogo, usiseme ngoja nikakimbie nini, amna pumzi hapa. Hapa ni akili, tumia nguvu zako za mguu na mkono tu basi na akili yako yakukija, na uchawi unakufa. Sasa unajisikiaje, dalang? <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Yaani, najisikia amani, ni amani kupitiliza kupitiriza. Sio hata nielezee vipi. Un, Unapozungumzia amani yule ambaye haelewi amani, yani moyo wako unaweza kuzungumziaje? Na ukiwa mekalia chombo, ile amani ambayo naizungumzia mimi ni kwamba nina ni furaha kupita kiasi, kwa maana lile lengo langu ambalo nilikuwa nimekwisha kuliomba kwa Mungu wangu nimekwisha kutimia. wewe si. yeah. na pamoja na kina mama wengine wa shoka ambao umewashinda umepata tiketi pia ya kwenda fainali, wasemaje kuhusu hii? No, kuhusu hilo nashukuru sana EFM pia na wasi wa mama wale ambao walikuwa wamekusha kuingia kwenye fainali, wasikate tamaa, tuungane pamoja, kwa maana mtu ukienda kwa kuamini kwa kwa lazima utapata uta, uta tu so, kihitandesaaabodaboda hii ataendesha mume wangu. Asante na ndivyo hivyo ilivyo.